Uh, karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, uh, kikubwa ambacho kwenye ufugaji wa ufugaji wengi sisi pia KingoFarm huwa tunafanya ni kutafuta mbinu ambazo unaweza ukapunguza gharama za ufugaji. Sasa leo hii nataka nikupe mbinu tano ambazo sisi pia Kingo Farm hapa tumezitumia, tumeweza kupunguza gharama kwa zaidi ya asilimia arobaini gharama za ufugaji. Na hili eneo ukiliweza, basi wewe utakuwa ni mfugaji ambaye uh, upo upande wa faida, unafuga kwa faida. Nisikilize vizuri sana na hizi mbinu, nina uhakika kabisa asilimia zaidi asilimia ya asilimia themanini ya nyinyi ambao mnasikiliza hii video hamjawahi sikia eh, eneo lolote lile zaidi ya hapa Kingo Farm. Nisikilize mpaka mwisho ya zitakushangaza sana hizi mbinu ambazo pia sisi Kingo Farm tumezitumia. mm -hmm. Uh, kwanza nianze na mbinu ya kwanza kabisa. Hii mbinu itakushangaza ita, ni mabanda ujezi wa mabanda, na ninajua kabisa unaweza ukafikiria kwamba uh, labda tumepunguza gharama kwa kutumia matilio ya gharama nafuu uh, kujenga mabanda yani kujenga mabanda ya gharama nafuu hapana. Uh, mimi hapa ninazungumzia kujenga banda ambalo halitaleta athari kwa kuku kama vile magonjwa lakini na wadudu kuingia e, bandani, wadudu na wanyama kama vile paka, nyoka a, vitu kama hivyo ili eneo a, wengi sana tumekuwa tukilisahau. Tunajenga mabanda ambayo yanakuwa hayana yana yan, athari kwa kuku kama vile magonjwa. Sasa kuku wako wakipata magonjwa, maana yake unakuwa unatumia gharama kubwa kwenye matibabu kuatibia kuku wako, lakini pia kuku wanakufa wanapungua, hivyo kupoteza pesa, unakuwa unapoteza pesa. Hili eneo ni eneo muhimu sana ambalo ninashauri kila mfugaji ajaribu kuliangalia vizuri. Mfano wa hili banda. Ukiwa na banda uh, kama hili hapa ambalo uh, unaliona hapa. Hili banda Uh, halifai sana kwa ufugaji kwa sababu limebana lime, lime, lime e, kwamba humu ndani ukimweka kuku, kupata magonjwa kama vile ya mafua, nazungumzia magonjwa yote ya mfumo wa upumuaji, ni rahisi sana tofauti na banda hili hapa. Umeona uh, ukiliangalia vizuri hili banda lina eneo kubwa la kupitisha hewa uh, hewa inaingia inatoka, hata kama itatoka upande wowote ule uh, lakini pia uh, haya mabanda tumeyazuia kiasi kwamba hayaingizi uh, mvua ndani, yeah, unaweza ukaona hapa tumeweka hii kepu, ili banda lina hii hapa kepu ambayo inazuia mvua kuingia ndani sababu, kama uh, umewaweka kuku humu ndani na mvua ikanyesha ikaingia ndani ya banda, matokeo yake ni kwamba kuku wanapata homa kama vile coccidiosis. Kwa hiyo wakipata homa, tunarudi kule kule, utatumia gharama kubwa kununua dawa kwa ajili ya matibabu, lakini pia utapoteza kuku wako, utashindwa kuwauza kwa idadi timilifu ambayo uliwaingiza bandani na hivyo kukufanya kuongeza gharama za ufugaji kupata hasara aa, kwenye ufugaji. Kwa hiyo eneo la mabanda ni eneo muhimu sana. Ninakushauri sana mfugaji ajitahidi pia kujenga mabanda ambayo yanazuia ya magonjwa ukiachana na e, ujeze wa mabanda, lakini pia kuweka idadi sahihi ya kuku bandani. Mfano hili banda ni la kuku mia tatu broila mia tatu Uh, unakuta mfugaji banda kama hili hapa anaweka hadi broila mia tano Kwa hiyo ukishaweka kuku wengi uh, kinachofuata hapo lazima ujiandae kwa ajili ya magonjwa, yani lazima ujiandae kwenda kununua madawa ya kutibia magonjwa, lakini pia lazima ujiandae na vifo. Unaona, mfano huu, hili banda, humu ndani tumeweka vifaranga mia tatu tu, vifaranga mia tatu lakini hili banda lina uwezo wa kubeba hadi vifaranga mia nne bila shida yoyote ile. Kwa hiyo unaweza ukajifunza hili eneo, kwenye mabanda ni eneo muhimu sana ambalo litakwenda kukupunguzia gharama. Tukienda eneo la pili E, na hili lisikiliza kwa makini sana. Kwenye chakula, wafugaji wengi sana, tunaposema kwamba aa, tupunguze gharama za chakula, huwa wanakimbilia kutengeneza vyakula, wanakimbilia kwenye vyakula vya kutengeneza ambavyo vinapunguza gharama kubwa. Mfano, unakuta mfugaji anataka atumie gharama ndogo kutengeneza chakula, anachukua labda pumba, pumba zile za mahindi, anachukua labda uduvi anachanganya uh, yani, vitu viwili tu hivi, hapo anawachanganyia kuku wake uh, na anaona kabisa amepunguza gharama. Sasa pale kuna virutubisho vingi sana kuku wako wanakuwa wamekosa, kuku wako wanakuwa hawajawekewa kwenye chakula. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba unaanza kupata baadhi ya shida kama vile udumavu. Unakuta kuku wako wamedumaa, kuku wa miezi miwili wapo kama vile kuku wa mwezi mmoja. Sijui kama unanielewa. um, magonjwa, kuku wanashindwa kutembea vizuri, kwa sababu ya ukosefu wa madini kama vile ya kasha. Umeona, kanuni inatakiwa ikamilike. Yani kama unatengeneza chakula inatakiwa e, ukamilishe kanuni zote, na mfano hiki chakula cha dukani Uh, kinauzwa hadi elfu tisini na mbili elfu tisini lakini sisi binafsi hapa tukitengeneza chakula huwa tunatumia gharama e, kati ya elfu hamsini Sasa elfu hamsini kwa kilo hamsini umeona sasa. Unakuta mtu anataka atumie, yani elfu kumi na nane ndio atengeneza chakula hicho. Hapana, ukitengeneza chakula cha gharama nafuu cha bei ndogo lazima kitakugharimu. Sasa unaweza ukajiuliza, inapunguzaje? Ina gharama chakula kinapunguzaje gharama wakati unatengeneza chakula cha, cha, cha, cha, cha, cha unatumia hela nyingi kutengeneza chakula. Ukitengeneza chakula bora kwa kutumia gharama e, kubwa ambazo nina, naweza nikasema kwa lugha ya Kiingereza kwamba lizo nabo uh, kwanza kukua kwa hawataumwa, hawatadumaa, watapata uzito kwa muda mfupi, utawahi kuwauza. Umeona uh, kwa hapo tu utakuwa umetengeneza ume, ume, ume umepunguza gharama. Umeona uh, mfano hata haya makampuni, unakuta kuna kampuni chakula kinauzwa gharama nafuu sana, lakini kuna kampuni ambalo chakula kinauzwa bei ghali, lakini ukinunua cha bei ghali unapata Uh, matokeo mapema na kuku wako mapema kabisa wanakuwa unawaingiza sokoni. Tukija kwenye utagaji, ndio ni kilio cha wafugaji wengi sana. Unatengeneza chakula ambacho kuku wako ukiwapa hawatagi, yani wewe unawachanganyia chakula ambacho kuku wako ukiwapa hawatagi. Kisa ni bei nafuu. Tengeneza chakula, tumia gharama ambazo nilizo nabo, sio gharama kubwa sana na sio gharama ndogo sana Wape kuku wako. Mfano sisi kanuni yetu ambayo ipo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji sio gharama ndogo sana unatumia kukitengeneza kile chakula na wala sio gharama kubwa ambacho una, utatumia kutengeneza kile chakula. Lakini ukiwapa kuku wanakutagia wana hadi asilimia tisini na tano, utauza mayai utapata hela kuliko ukawapa kwa, kwa gharama ndogo lakini wasitage kabisa. Kwa hilo pia ni jambo muhimu. Na sehemu nyingine ya mwisho kabisa, nipende kumalizia matumizi ya tiba za asili. Matumizi ya tiba za asili yametusaidia sana, sana, sana, sana kwenye kupunguza gharama za ufugaji hapa shambani. Kwa kweli tusipomshukuru Mungu kwenye hichi kipengele tutakuwa ni waongo. Uh, kwa sababu kama tatu hivi. Moja, tiba za asili zinatibu vizuri sana. Ukiwapa kuku wanawahi kupona tofauti na tiba ambazo tulikuwa tukitumia zamani, uh, unawapa kuku bado wanaendelea kufa, hawaponi. Mfano mafua yanasumbua sana, lakini tiba za asili zinapona wanapona eh, haraka. Kwa hiyo hupotezi kuku wengi na hutumii muda mrefu, uh, kuwatibia kuku wako utawaruhusu kuku wako waendelee kukua, kukua vizuri. Unajua kuku wakiumwa sana na ukiwatibia muda mrefu, matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba wanadumaa. Lakini jambo la pili ni kwamba ni tiba ambazo ni gharama nafuu. Yani mfano tu hapa shambani kwetu sisi, ngoja ni, niwaonyeshe kitu kimoja ambacho a, mfano ukija hapa shambani kwetu ambao unauona hapa ni tiba ambayo tunaipata bure kabisa. Lakini kuna huu hapa ulimi wa ng'ombe cactus, hizi hapa kuna mia, kuna hizi hapa aloe vera hizi hapa tumezipanda. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinapatikana E, bure kabisa. Ni vichache sana unanunua na sio gharama, kama vitunguu saumu tangawizi utanunua, lakini sio gharama sana. Kwa hiyo ni eneo ambalo limetupunguzia gharama kwa kiwango kikubwa sana. Hata majani mengine kama vile majani ya mpapai, yale pia ni vitamini. Kwa hiyo hata tukinunua vitamini zile za dukani huwa tunatumia pia na yale. Kwa hiyo vitamini inakaa muda mrefu. Umeona hapa hatutumii kabisa eh, hizi dawa za viwandani, tunatumia tu hizi za asili. Uh, jamani, haya maeneo matatu ni ya kuangalia, nimesema banda, uh, tiba za asili, chakula muhimu sana, zimetupunguzia sisi gharama kwa zaidi ya asilimia arobaini gharama ya ufugaji. Asanteni na kwa ilini, lakini pia na wakumbusha, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp, ada yake ni shilingi elfu nane. Pia tunavyo vitabu hivyo hapo ambavyo unaviona hapo hivyo. Vitabu, kitabu kimoja tunakiuza shilingi elfu kumi na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp.